N yani, toka akiwa tumboni. Sera ya maendeleo, haki ya kuendeleza, haki ya kushirikishwa, haki kutobaguliwa. Sera ya maendeleo. Leo tumekutana katika kuadhimisha siku ya adhimu ya mtoto wa Afrika, tunapowakumbuka watoto wa Afrika na kuthamini hatua tulizopiga katika kuhakikisha haki zao zinatambuliwa, kulindwa na kuelekezwa. Kauli mbiu ni haki za mtoto: tulipotoka, tulipo na tuendako. Kauli mbiu hii tufanya tutaka, tutafakari juu ya safari yetu kama bara, lakini kama taifa katika kulinda haki za watoto. Tulipotoka, tumeanza mbali. Katika ezi za nyuma, watoto wengi wa Afrika walinyimwa haki zao za msingi kama elimu, afya, ulinzi na uhuru wa kujieleza. Walitumikishwa, walifanyiwa ukatili na mara nyingine walihusishwa na migogoro ya Afrika. Leo hii tumepiga hatua kubwa, serikali nyingi zimetia sheria za, za kulinda haki za mtoto tumeshuhudia ongezeko la watoto wanaopata elimu ya msingi na kupitia serikali yetu chini ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, tumepata fursa za kupata elimu bure kuanzia shule ya msingi hadi sekondari kidato cha sita, upatikanaji wa chanjo na huduma bora za afya, pamoja na juhudi za kutokomeza ndoa za utotoni na ajira za watoto tuendako tuna wajibu wa kuhakikisha kuwa mstakabali wa mtoto wa Afrika ni wenye matumaini. Lazima tuwekeze zaidi katika elimu bora na jumuishi kwa watoto wote, afya ya mtoto hasa maeneo ya vijijini, ulinzi dhidi ya ukatili wa aina zote, ushiriki wa watoto katika maamuzi yanayowahusu, teknolojia na stadi za maisha ya kizazi kipya. Katika maadhimisho ya mwaka 2025, manispaa ya Songea inaungana nchini kuadhimisha siku hii muhimu ya mtoto wa Afrika kwa kufanya shughuli mbalimbali zinazohusu watoto na changamoto zinazowakumba watoto duniani kote. Matukio ya kijamii kuanzisha kampeni ya kupiga vita ajira za watoto ziurishajuma yatukiwa ya ukatili wakijisia nane imepokelewa na katia funuz na wattatail changamoto zinazotukabili kwa sasa na matarajio ya baadaye. Tulipotoka zamani, watoto wengi hawakuwa na fursa ya kupata elimu, huduma bora za afya au hata ulinzi dhidi ya ukatili. Kulikuwepo na ndoa za utotoni, ajira tarishi kwa watoto na ukosefu mtoto katika maamuzi anayomhusu. Watoto wa kike walikumbana na mila na desturi kandamizi kama vile ukeketaji na kutokaliwa elimu kuripo. Serikali ya Tanzania imepiga hatua kwa kuhakikisha elimu ya msingi inatolewa bule kwa watoto wote. Sheria ya, eh, ya, ya mtoto ya mwaka elfu mbili na tisa imelenga kulinda haki za mtoto katika nyanja zote nyeja zote, Wali Ibrahim, siku ya leo ni siku ya mtoto wa Afrika, katika hii mtoto wa Afrika tunaona kuwa tumeoneshwa haki nyingi za msingi za mtoto, ikiwa ni elimu, kupata elimu katika kupata elimu, kama rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameonesha na ameboresha miundombinu mbalimbali ya watoto. Sisi ambao tunajifunza, tunasoma, kwanza cha kwanza ametengeneza shule mbalimbali mbali. ameboresha mafensi, watoto hata walimu mbalimbali wameongezwa katika shule hizo, na pia tunapata elimu ambazo ni bora. Kwa hiyo hamna changamoto yoyote ambayo wanafunzi tunaipata kupitia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa wengine, naitwa Fedha Ahmad Nyoni. Kuna wamama au wababa ambao wanawafanyia vibaya watoto wa Afrika, kwa mfano kuwatumikisha, kuwapa ajira za utotoni, kuwapa biashara kauze na istahiki kabisa, changamoto ya bodaboda kuongwa pesa umo mabarabarani. Kwa mtoto wa Afrika tumejifunza mambo mengi. Tunamshukuru mama yetu Samia ametu ametuboreshea shule yetu kwa watoto wa kike, tunamshukuru.